Nawausia pamoja na kuusia pa na ku nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa taala. Kwa hakika Allah subhanahu wa taala amemuumba mwanadamu kwa makusudi maalum, na makusudio hayo yameelezwa katika sura mbalimbali mbali. Lakini miongoni mwa sura fupi ambazo zimeeleza makusudio mengi ya kuumbwa mwanadamu na kutumiwa sheria ni Suratul Asr, na hapa tutapata baadhi ya fawaid na kuona hayo makusudio yaliyozungumzwa katika Suratul Asr. Allah subhanahu wa ta'ala naapa anasema, wal asr, naapa kwa zama na ni haki ya Allah subhanahu wataala kuapa kwa chochote alichokiumba, ni haki yake Allah subhanahu wataala. Na Allah anapoapa kwa kiumbe chake alichokiumba, inaonyesha lile analoliapia lina shani na adhim, lina nafasi kubwa, lina umuhimu mkubwa. Allah anaapa kwa zama kwa sababu zama ndizo ambazo kunatendeka mambo, watu wanatafuta maisha watu wanamwabudu Allah, watu wanatafuta familia, watu wanahuika, watu wanafariki, watu wanazikwa, watu wanazaliwa ni zama. Ima mtu atazaliwa usiku au atakufa usiku au atazaliwa mchana au atazaliwa usiku wahakadha, utafutaji wa maisha ni zama. Zama ni kule taakubu lleili wan nahar, kutembea usiku na mchana na kupishana hizi ni zama. Allah anaapa kwa zama, jambo ambalo ni kubwa kabisa. Anasema, innal insana la fi khusr, hakika mwanadamu asili yake akiachwa hivyo hivyo alivyo yuko kwenye hasara. Kwa sababu Allah anasema, inna nafsa la ammaratu bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha mabaya siku zote. Nafsi inamwamrisha mtu mabaya nafsi Haipendi mambo mazuri. Nafsi inapenda wizi, nafsi inapenda utapeli, nafsi inapenda dhulma, nafsi inapenda uvivu, nafsi inapenda kulala, nafsi inapenda mali sawasawa ya halali au haramu. Kwa hiyo nafsi siku zote ikiachwa hivi hivi inaingia katika hasara, kwa sababu inapenda mteremko.

au ana anafanya kazi za haramu, anaiba, mwizi, dhulma, tapeli, amepata hasara duniani wal akhir akhir. Hana kitu, hajamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni mvivu wa ibada, hafanyi ibada, ni mtu ambaye anapenda kuiridhisha nafsi yake, hata kama kwa mambo maovu, huyo amepata hasara. wafatahum naimu

kwa rasu mali al-insan, yani msingi wake. Mfanya biashara anakuwa na mali ambayo ni msingi halafu itakayozalika na ile mali ni faida. Sasa msingi wa mwanadamu ni yale matendo yake. dhihabu rasi mali al-insani fi halaki nafsihi, katika kuangamia kwa nafsi yake, wa umrihi, na umri wake, bil maasi, kwa masia wa huma akbaru rasi malihi, na hii, huu ndio msingi wake mkubwa, umri wake pamoja na nafsi yake. Mwanadamu ailinde nafsi yake na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile aulinde umri wake, autumie katika mambo ya heri. Kuna baadhi ya watu wanapoteza muda hafanyi jambo linalomridhisha Allah subhanahu wa taala, wala linalomletea faida ya duniani ya. Matokeo yake mtu huyu anakuwa na husda, anakuwa na kijicho, anakuwa na hasira akimuona mwenzake amefanikiwa. Watu wanaofanikiwa wako wa aina mbili, wako wanaofanikiwa kwa mali ya haram, wako wanaofanikiwa kwa mali ya halali. Lakini huyu aliyefanikiwa kwa mali ya haramu

Tusipofanya hivi, tusipokuwa na imani hiyo ya kwamba kuna muumba aliyetuumba, tutakufa, tutafufuliwa, tutalipwa kwa tunayoyatenda, tusipokuwa na imani hii, madhara yake ni haya yafuatayo. Dhara ya kwanza, kwanza inadhurika nafsi yake, kwa sababu atenda kuchomwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo madhara ya nafsi yake kwanza, lakini madhara ya pili ni madhara ya kutojali lolote hapa duniani. Mtu ambaye haamini kuwa kuna kulipo hajali lolote yani, yuko tayari kufanya lolote lile liyo la halali au la haramu kwa sababu yeye anaona hakuna kulipwa, ni kifa, nimekufa nimemalizika. Na ndio maana kuna baadhi ya jamii hawana halali wala haramu katika madhambi. Na ndio maana kuna baadhi ya jamii hawaoni shida kuhalalisha mambo ya jinsi ya moja, mambo ya kuoleana, mwanamke kuolewa, mwanamke kwa mwanamke au kuoa mwanamke kwa mwanamke mwenzake, au mwanaume mwanaume mwenzake, qaumu Lut kwa sababu gani? Hawana cha kupoteza, hawaamini uwepo wa Allah subhanahu wa taala katika jamii hizo. Sasa mwanadamu lazima ujifikirie, lazima ujichunge, sio kila unachoona unaiga, kwa sababu dunia sasa hivi ni dunia ya utandawazi. Kila mmoja anaitia, anapoona panafaa, anapoamini yeye anapoendea yeye yule, atakuitia kupitia mitandao ya kijamii, kupitia TikTok, kupitia Instagram, kupitia magrupu ya WhatsApp, kupitia mao, website mbalimbali, atakuitia katika kuamini analoamini yeye, kwamba ustaarabu ni mwanamume kuolewa na mwanamume mwenzake, mwanamke kuolewa na mwanamke mwenzake. Hakuna habari ya ndoa, hakuna habari ya familia. Mambo haya sababu yake ni watu kukosa imani ni watu kukosa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kaumu Lut, watu wa Lut ambao wamemuasi Nabii Allah Lut wakaingia katika matatizo haya, asili yao ni kukataa kuamini, wakakataa imani. Mtu yoyote anayekataa imani ni hatari zaidi kwa kufisidi mujtama kuliko mtu mwingine yoyote. Nasalullah subhanahu wataala alsalamata wlafia. Innal hamdulillah

Hajasema matendo peke yake, kasema matendo mazuri, kwa sababu matendo ya mwanadamu yanaweza yakawa mema, yanaweza yakawa mabaya. Na matendo mazuri ni yale ambayo yamesemwa kwenye sheria kwa haya ni mazuri, na walhamdulillah, manabii wote, mitume wote wamelingania katika matendo mazuri. Hakuna nabii hata mmoja aliyelingania katika uongo au akahalalisha uongo. Hakuna hata nabii mmoja aliyehalalisha wizi. Hakuna nabii hata mmoja aliyehalalisha utapeli, aliyehalalisha fuska na zina, aliyetangazia watu kwenda uchi. Hakuna nabii huyo. Hakuna, hakuna nabii hata mmoja aliyehalalisha uchawi, aliyehalalisha ushirikina. Hakuna nabii huyo. Alkhuluqul fadila, tabia nzuri na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameambiwa, innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe uko katika kima cha juu kabisa cha tabia nzuri. Ayuha ayuhalmuslimun, jamii yetu haiwezi kutengamaa kama haijatenda matendo mazuri, na kila mwanadamu anaiangalia nafsi yake na anaidua nafsi yake, matendo inayoyafanya ni matendo gani, na matendo mazuri Uyakumbuke muda wote, yani, e unapolala, ujuwe kwamba unalala kwa ajili una kwa, kwa huu usingizi neema aliyokupa Allah. Hiyo nyumba unaishi, hiyo ni neema, na umshukuru Allah na uombe dua kwa dua, muombe Allah subhanahu wa ta'ala usikusudie shari. Ukiamka, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ukusudie kheri, usikusudie shari, sawasawa kumtusi mtu au kumdhulumu mtu au kumnyanyasa mtu au kwa lolote lile au kumwaasi Allah subhanahu wa taala. Kuna mtu anaamka asubuhi yuko Mbagala au yuko Kigamboni au yuko Magomeni, ananuia kabisa niende Kariakoni ni kaide wanaita wenyewe madili ya mpimi au ni kataperi fulani, hadha dhulmun adhim, hii ni dhulmu na hii si katika matendo mazuri ya ayuhalmuslimun, na katika matendo

Kisha atende na atende matendo mazuri aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa Ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyoamrishwa katika Qurani na Sunna, na vile vile manabii kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam wote wameamrishwa katika matendo mazuri. Na almaksadu thalith, jambo la tatu, assabur. Katika maisha yako yote ni subra. Maisha yako isipokuwa na subra, basi utafanya yafuatayo. Kwanza kabisa hutofanya ibada kwa sababu ibada inahitaji subra, na ndio maana ahlul ilm wakazigawanya subra katika aina tatu. Aina ya kwanza assabru fi taati llah, ni kufanya subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamka alfajr ni subra, kwa sababu usingizi mzito, wakati mwingine kuna baridi, lakini unahitaji subra. Kwa hiyo kufanya ibada kunahitaji subra, kutoa sadaka, kutoa zaka, kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutolea maskini kulisha maskini, kuwanunulia dawa wagonjwa, kusaidia wagonjwa hospitalini, kusaidia mayatima, kuna hitaji subra kwa sababu unatoa nafsi yako, unatoa mali zako. Aina ya pili ya subra, asabru an ma'siyati llah, kufanya subra kwa kuacha maasi. Ukiacha pombe kwa sababu pombe ni haramu katika Uislamu, unahitaji subra, kwa sababu kuna wengine hawawezi. Lakini unahitaji subra kuacha zinaa, unahitaji subra kuacha wizi. Una njaa na mali unaiona mbele yako, mtaikani kuiba, unahitaji subra. Una njaa, unahitaji subra kutapeli, kufanya dhulma, kufanya wizi, unahitaji subra. Ndugu zangu, kwa hiyo maisha ni subra. Na aina ya tatu ya subra asabru ala aqdari llahi mulima, kufanya subra katika makadirio anayotukadiria Allah, ambayo yanaumiza. Umepata ugonjwa ambao unakusumbua katika maisha yako, lazima ufanye subra. Usipofanya subra, utaenda kwa waganga, utapiga ramli, utaambiwa mamako ndio anakuroga, babako ako wanakuroga. Unarudi unaamini babako wanakuroga, unafanya uhasama, una una na babako mnagombana, unamtukana mamako, mnagombana. La budda minasabr Lazima uwe na subra. Ukipata msiba, subra. Biashara zako zinayumba, subra. Usianze kudhania fulani amekupiga kijicho, fulani amekuroga, usifanye hivyo. Inahitaji subra, inahitaji sabru, ayuhal muslim. Lakini jambo la nne katika maqasid, katika maksad ya kuumbwa mwanadamu, annasiha, kunasihi. Na nasaha za kwanza uzifanye kwa familia yako, mkeo, watoto wako, uwa nasihi na nasaha hapa, maana ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Ukiona mkeo anafanya jambo baya, mkatazi na mwamrishe jema. Watoto wako wanafanya maovu, wakatazi waamrishe mema. Huku ndipo kujenga jamii ambayo itatutolea watu ambao watakuwa na dhamana nzuri, itatutolea viongozi wazuri, itatutolea wanasiasa wazuri, itatutolea wanadiplomasia wazuri, itatutolea wanajeshi wazuri, itatutolea polisi wazuri, itatutolea jamii ambayo inaheshimiana, jamii ambayo itakuwa haina wizi, jamii ambayo haina utapeli, jamii ambayo haina kutukanana na kushambuliana maneno ya batu na maneno ya uongo.